Zimala Tapela tawile, Zimala Tapela zengamba. Iyo izoee rafiki, lazima icheze hivyo iliweze kuita majini na machawi yaweze kuisaidia kufanya uganga bila kukatika. Bila kucheza haiwezi fanya mitishamba yoyote, izoee tu rafiki. Ah Zegorongo, mekuletea mteja hapa upate kumsikiliza. Iko na matatizo inamsumbua sana kwenye familia yake, naomba umsaidia huyu binti alafu baadaye tutaelewana, sawa? Masai mm, kwani mnabishana gani na huyu mzee? Mbona kama mnajuana hivi karibu sana binti, ondoa wasiwasi, eneo uliofika ni eneo sahihi kabisa kwa, kwa ajili ya matatizo yako. Yaani hapa tutaenda kutatua matatizo yako yote, tutakupigia ramli na kila kitu kitenda. Sawa on, Oo, up. Basi sawa, sasa mzee Korongo. <laughs> Mganga, mimi nimekuja hapa na matatizo ambayo yananisumbua katika familia yangu. Yaani mume wangu ametoweka kwenye mazingira ambayo ni Mm, sio bule. Inaonekana umelogwa wewe. Inaonekana kwenye familia yenu kuna mtu amekuloga. Umelogwa? Hapana, nitakuwa sijalogwa bana. Ni wachawi walikuja kumchukua mme wangu na wamemchukua kibabe sana. Wamemchukua kwa njia ya kichawi. <laughs> Masai sikia, tangulia nje tuko malizane sawa. Sawa ila isichelewe, usichelewe kuja. Nakusubiria hapo nje. Mm, mbona anza kupata wasiwasi. Mbona huyu mganga na mambo mengi hivi? Eh? Anaongea nini na huyu Masai? Wana kitu gani? Mbona ikubize kiasi hiki? yangu aaa, uh, nilikuwa nataka nimtoe huyu Masaa nje mara moja, manake tatizo lako yani, hai, uwe, uwe, uwe, na mimi tu. Acha, ni, nataka nimtoe kwa ajili ya usalama wa mizimu. A few moments later sasa Vijiji, je, ngupatia mteja, nataka kuondoka sasa hivi, nataka ile pesa nyokubaliana na wewe, nipatie ile pesa, mimi nipate kuondoka. Sawa Masai, yani nashukuru sana kwa kuweza kunipatia mteja. Kwa kweli nilikuwa nimekaa sina mteja sina, sina mbele wala nyuma. Kwa kweli umeweza kuniletea huyu mteja, na nataka nikupatie pesa yako. Ulikuwa unadai shilingi ngapi, Vijiji? Nipatie ile pesa tulikubaliana. Nataka shilingi arobaini na mbili. Ah, masai elfu arobaini na mbili tena mbona nazapaefu jamani elfu arobaini na mbili hela nyingi we tulikubaliana ukiniletea mteja mmoja nakupatia shilingi elfu thelathini, sasa mbona unaongeza elfu arobaini? Mimi elfu kumi sina. Watataka kuchezea akili yangu si ndio? Nitaenda kumwambia yule mama kila kitu unayotaka kufanya wewe, nitaenda kukuharibia kwa hiyo mteja wako Usiongee kwa sauti akasikia. Sasa B basi sawa, basi ngoja nikupatie hiyo elfu arobaini yako basi ili wenewe uondoke hapa, manake usije kuanza kunitilia kiwenge tu hapa maisha oh, si ndio? Hayaya chafu yangu, si unaona sasa, unajua kila siku kujipaka miunga ya bluu kichawi, tunaonekana kama wazee, kumbe nikikuangalia ndevu mbili, we bado ni kijana na mdogo kabisa, yaani ama. oh, kweli yani uwezi amini, ile rangi mi siipendi yani, kujipaka milangi ya bluu ile ya rafiki yangu ah. Kwanza leo tuende viwanja rafiki yangu. Kila siku tunakuwa tunaruka na ungo tu hatujawai kwenda sehemu ya kiwanja. Tuchague sehemu tuwe tukale bata leo, unaonaje? Yani, katika siku ndevu mbili ulizonifurahisha, basi ni leo. Yani leo umeongea pointi sana, rafiki yangu. Hatujawai kwenda kiwanja wala hatujawai kwenda kunywa pombe. Yani kila siku sisi ni kuluka na ungo tu. Sasa leo bana, na hii ofa tuliopewa na, na, na mchawi mkuu ya kupumzika, tukaitumie kwenda kupiga tungi, tukapige tulinga mpaka jioni lakini huyu mzee amepata wapi gari? Kila siku tunashinda kwenye uchawi, hizi pesa kapata wapi? Hmm, hmm, lazima niwe namchunguza chini chini huyu. Basi sawa, wewe washa gari tuondoke. Rafiki yangu ambie binti, nini kinakusibu? Maanake sasa mizimu iko tayari kusikiliza nilivyokuelezea awali Mzikorongo, yani mimi mme wangu amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Kwa, kwa kweli yani ni mazingira ambayo huwezi amini. Wachawi wamekuja kutulogea usiku, wametuangia usiku, mme wangu akatoweka ghafla. Mm, kumbe ndo ivyokuwa. Inaonekana mumeo amechukuliwa kimazingara. Sasa hilo si tatizo dogo, ni tatizo kubwa sana ambalo linahitaji uutoe kikamilifu. Uko tayari? naomba unisaidie kwa kweli, baba yangu, naomba unisaidie sana, manake mi nahitaji tu mume wangu apate kurudi nyumbani. Basi sawa, binti yangu, naomba unipatie kama dakika moja, nahitaji kufanya tambiko mara moja niweze kuita mizimu, nijue namna gani na kusaidia ganganw Nisikilize cha usiku na kuwagiza, uende kwa wachawi wenzako, uambie kwamba muda ambao nilikuwa niwapatia wa mapumziko unaelekea kuisha. Kwa hiyo inabidi kila mmoja awasili hapa kesho, tunahitaji kufanya mission ambayo ni ya muhimu sana. Ondoa shaka, Mchawi mkuu, nitapita kila nyumba kuwafikishia taarifa wachawi wote kwamba kesho ni siku ya mkutano, inabidi tukutane hapa kwenye kilinge cha kichawi. Vipi tena mzee Korongo wewe ni mganga, unatakiwa kuwa kwenye kilinge cha kichawi, unafanya nini huku sasa? Ndio kabisa, mchawi mkuu, ilipaswa niwe kwenye kilinge, lakini kuja hapa sijaja bure, nimekuja unipatie msaada. Oh, okay sawa, niambie, unataka nikusaidie kitu gani? Mzee Korongo, yule mama mlimchukulia mume wake amekuja kilingeni, nimpatie dawa gani? Korongo, acha kuniaibisha, kwani haujui nini cha kufanya? Haujui nini cha kufanya hapo? Mpango wetu ni ule ule, mpatie dawa ambayo ni feki mpatie dawa feki aende akafie mbele huko asitusumbue. Awa, oh, na vipi akiulizia kuhusu lamu ya kichawi ni mwambie nini? Lasha hawezi akafahamu mambo ya kichawi yule, mambo ya lamu hayajui chochote. Wewe mwambie tatizo lake haliwezi kutatulika, utampatia dawa, hiyo dawa itakuwa ni dawa feki aitumie. Utamwambia kwamba hii dawa ukitumia mumeo ataludi, lakini akilini wewe unajua kabisa huyo mumeo hawezi akarudi, manake tushamtoa kafara. Kwa hiyo mpatie dawa feki, alafu umtie moyo kwamba anaweza karejea ndani siku mbili tatu. Sawa. Mm hii -hmm. Kweli kali ya mwaka yani, hapa naomba tu huyu mteja asije kagundua kwamba mimi nampatia dawa feki. Basi sawa, acha mimi niende.